Leo nitakuelekeza namna ya kutengeneza video kama hizi. Ni rahisi sana, kikubwa tazama video mpaka mwisho, kisha uelewe jinsi ya kutengeneza video kwa kutumia AI simple. Mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Kwa hiyo kama ni mgeni, subscribe. Utaingia kwenye clin, nitaweka linki kwenye description na comment ya kwanza Baadhi yenu mnaifahamu vizuri Cling. Uta sign in by Google. Ukiingia kwenye Cling utafanya mambo yafuatayo kama ninavyofanya mimi. Kuna aina mbili ya video tutakwenda kutengeneza, nadhani umeziona mwanzoni mwa video, ni tofauti. Ukishaingia kwenye Cling utapewa credit mia sitini na sita. Ni credit ambazo unaweza kuzitumia bure kwa kila account. Kwa hiyo endapo zitaisha, tabidi usubiri zijirudi zilu, au utafungua account mpya kama ninavyofanya. Sasa kwenye Kling utafanya kitu hiki. Kuna hii Kling mpya ni ya kulipia tusiiguse, lakini sisi tutadili na hizi za bure Kling, hizi credit mia sitini na sita na utaona interface hii. Kama umeingia kwa kutumia simu utaenda sehemu hii hapa, ngoja nikuonyeshe, imeandikwa video. Ukienda kwenye video maanake unataka ugenerate video. Sasa video ya kwanza tutaenda kutengeneza video inayo ina, inayotumika kwenye text to video text to video unaandika maneno ambayo ina generate video. Sasa, ina video sasa inabidi uwe makini i-generate video ambayo mtu anaonekana fresh. Kama unatengeneza video ya simulizi inabidi utengeneze character ambaye anaendana na simulizi. Unaweza kumwambia ChatGPT akusaidie au unaweza kaingia kwenye ma-group yetu tutakuwa na post baadhi ya prompt cool. Mimi nataka character ambaye amekaa kwenye kiti kama YouTuber kwa ajili ya demo tu. Kwa hiyo nikaandika, realistic video for a black guy around 24 he is a youtuber and he is in the room shooting content sitting on the chair arms on the desk neon and touch background he is looking straight to the camera. Yani kitu ninachofikiria ndicho ninachokiandika, mtu naye mpicha kichwani. Sasa, kama unatengeneza video tofauti unaweza kaandika maelezo tofauti au unaweza kaniuliza kama nataka nitengeneze karakta fulani Niandike maelezo gani? Naweza nikakwambia kitu cha kumuuliza cha GPT kwa sababu mara nyingi huwa nashindwa kujibu, text zinakuwa nyingi. Kwa hiyo naweza nikakutuma sehemu kwenye cha GPT ukamueleza kitu fulani akakusaidia. Nikakopi maneno hayo kama backup, hicho ndicho kitu nilichokiandika. Sasa uta select sekunde kumi kwa sababu sekunde kumi ndo mwisho. Sekunde tano ni chache sana kwa video, ila unaweza kaweka sekunde tano ila napendaga kuweka kumi. Aspect ratio kumi na sita ya tisa kwa watu wa YouTube unaweza ukachagua tisa ya kumi na sita kwa watu wa TikTok na Instagram na Facebook, utamenya generate. Nitaenda kwenye history nimegenerate nita, picha ya character yule yule kwenye Kling. Nimepata character huyo hapa video aongei wala nini hiki ndicho nilichokuwa na generate jebo ni tofauti, nilitaka mtu mweusi. Sasa, kuingizia sauti, nitafanya hivi. Namna kuingizia sauti. Nikaingia kwenye recorder, nika record voice yangu, hiyo voice yangu nikaenda nikaiconvert, nikaikata ilikuwa sekunde ishirini na sita kwa voice nikaikata kwa sekunde kumi kwa sababu client anataka sekunde kumi. Kwa hiyo baada unaweza kurekodi sekunde kumi kisha ukakata kama mimi nilikosea, nika, nika record sekunde nyingi kwa hiyo nikakata sekunde kumi zinazotakiwa na clean, kisha nika convert nika save. Nikaenda kwenye clean nikaenda kwenye clean nikaenda sehemu ya lip sync, sehemu chini pale imeandikwa lip sync kwenye ile video yako ile generate. Ukigusa lip sync utaambiwa weka audio, kuna text to speech, unaweza unagusa hapa imeandikwa upload local dubbing, kama nilipogusa mimi Ukienda kwenye local dubbing ndo utaselekti audio yako ile ya sekunde kumi uliyoongea au mtu kaongea, unataka sasa ndo awe anaongea huyo kwenye video. Nikasubiri hapo nisha upload ka, ka, ka audio kangu, ndo haka nachoenda kufanya. Narudi nitagusa generate hapo chini hapa chini generate na hivi vitu tunavifanya kwenye lip sync. Yani unagusa ile video ile generate mara ya kwanza, una chini pale, kuna sehemu imeandikwa lip sync, utaenda lip sync, uta upload audio, kisha uta generate, itasubiri hapo. Nimeambiwa dakika 11 kwa sababu ni bure, inabidi tusubiri, hatuna namna. Lakini nadhani wanaolipia inakuwa angalau na 11 ni chache kwa clean, kwa sababu huu ni hii ni time ambayo watu wengi hawapo online, ila wakiwa online unaweza kukuta watu wengi kachukua muda mrefu. Kwa hiyo utasubiri malize hapo, sitakupoteza time. Hiki ndicho ngoje, hapa nifanye hivi, ile picha niliyojenereti muda ule. Nataka nionyeshe njia nyingine, unaweza ukaenda kwenye image to video, yaani unaweka picha. Unaweza kwa mfano unaweka picha ya Diamond Platinum, kisha anabadilishwa kuwa kwenye video, alafu unamuweka nayo unayotaka ongea. Picha ndio hii, nitaiselect Nilichagua tatu ila nimependa hii inayoonekana kama animation hivi, kwa sababu unta add hapa kwenye image to video generator. niki add moja kwa moja nitaenda chini huku, sitaki kingine chochote kile, nitaenda ku generate ila nataka hiyo sekunde kumi. Mara nyingi huwa najiselekti sekunde tano na aspect ratio unaweza kuchagua. Image tayari imeshajiweka hapa. Wakati huo ile nyingine inaendelea kujenerate ambayo tumeshafanya lip sync ambayo ni hii, tayari imesha generate, nitakuonyesha matokeo. Acha tuendelee na hii nyingine ambayo tuliishia njiani. Hizi ni njia mbili tofauti. Ya kwanza ni text to video, ya pili ni image to video. Unachukua image una generate kwa kutumia Ideogram au, au Recraft sijui Leonardo yoyote ile, una add image yako hapa. Au labda ni picha ya mtu unataka aongee, una add image yako kwenye image to video, kisha image hiyo itabadilishwa kuwa, itabadilishwa kuwa video kama hii. Hii ni picha lakini itabadilishwa kuwa image. Nasubiri kule imalize, ndio maana nimeambiwa uwezi ukarun project mbili. Kwa hiyo ikishamaliza, au bado dakika tisa, ikishamaliza, nitagusa hapa ku download. Ilishamaliza, nime forward video na matokeo yake ndo kama ulioiona mwanzo pale, video ulivyofunguka, ndo huyo mtu tumemjenerate hivi sasa. Yule wa pili ambaye ni anime anaonekana kama animation na unaweza kutengeneza animation nimesema nitapost video kutengeneza animation inayoeleweka kwa kutumia cling. Video tumesha download. Tukidownload hii ni video ya kwanza tumedownload. Nataka sasa nionyeshe ile njia nyingine ambayo ni image to video. Image to video na add image ngoja niende kwa kuwa hii imekamilika naweza nikaanza na ile project nyingine kwa sababu inabidi ufanye kitu kimoja kwa wakati. Kwa hiyo kwa kwa hapa nilichokifanya ni generate text to video amepatikana huyu mtu. Alafu huyu mtu nimegusa kwenye lip sync, nimeweka audio yangu, anaongea kama hivi. Mara kwanza alikuwa kimya na generate bull inakuwa na kalogo hapo chini kama unavyoona. Tukirudi huku kwenye image to video, picha yangu bado iko pale pale. Nataka niibadilishe hii picha kuwa video alafu baadaye niibadilishe kuwa ni video inayoongea. Okay, kwa hiyo unaweza kuweka picha yako yoyote, maybe ni wewe mwenyewe umejiweka, maybe ni msanii, maybe ni mwigizaji, maybe ni picha ya cartoon, maybe ni picha ya mnyama, vyovyote utaiweka hapa picha yako, kisha uta generate. Nimechagua sekunde kumi kama kawaida, nikisha generate nikapeleka mbele, video yangu ndio hii imekamilika. Ukigusa video hii unaona imechange, amekuwa mtu ana ana, ana motion fulani, sio picha tu, kwa hiyo imeshakuwa video. nacho kwenda kukifanya ni kugusa hii sehemu imeandikwa lip sync chini hapa, yani kwenye kuiplay video pale, kisha kamilika, kuna lip sync hapa chini. Nitagusa kwenye lip sync. Na mara kwanza pia nilifanya hivyo, lakini niliskip, nikajua tu nitakuonyesha mbele. Ukienda kwenye lip sync, utagusa sehemu imeandikwa upload local dubbing. Ukienda kwenye upload local dubbing, utapewa nafasi ya ku upload audio yako. Ukisha upload audio yako, audio yako utaitoa wapi? Utarekord maybe ni utajua wewe kwa kuitoa lakini ni audio yako mwenyewe. Sasa hiyo audio hakikisha pia ni sekunde kumi. Kwa hiyo mimi ilikuwa ni sekunde ilikuwa ni sekunde 26 na sekunde kumi nishai upload. Kwa hiyo nitataka muendelezo. Nitachukua zile sekunde kumi za kuanzia sekunde kumi hadi 11 kuendelea mbele ndizo nitazo zi upload hapo. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya hivyo. Kama video ni dakika moja unakata sekunde kumi unatengeneza video ya kwanza unaanzia tena sekunde kumi ya, ya kumi na moja pale hadi ya ishirini unatengeneza clip ya pili, sekunde ya ishirini hadi ya 30 clip ya tatu. Hivyo ndivyo utavyoenda. Kwa hiyo na nami nikafanya hivyo aa, lakini mi nikarudi nyuma, nilikosea kunanii hapo. Kwa hiyo nikarudi nyuma nikaanzia sekunde ya nane na vitu kama hivyo, ila ni nadhani nimeeleweka. Na, na guys, hii ni channel ambayo tunajitahidi kuposti vitu vinavyoeleweka kuhusiana na teknolojia na mitandao kwa lugha ya Kiswahili. Lengo langu kubwa ni watu waelewe, na mara nyingi ndo mara nyingi, nyingi huwa kitu kinafanya narudia video video huwa nazirudiarudia mara nyingi ikiwa nimepokea comment za watu kutokuelewa kwa sababu lengo ni watu waelewe. Okay, nita upload video hiyo, nita upload hiyo audio. Nilikata sekunde kumi tayari. Ntasubiri iupload hapo, na kama wewe ndo mara ya kwanza unakutana na channel yetu, unakosa mengi sana. Unaweza ukasubscribe, kisha ukiingia kwenye channel ukaangalia video za nyuma. Tumepost vitu vingi sana ambavyo, kama ni mdau wa technology, utavutiwa navyo. Lip sync imekamilika, video niliyopata ni hii hapa, ambayo inaongea. Matokeo umeshaona mwanzo wa video, unaweza kurudisha nyuma ukaangalia.